Yes kuna baadhi ya watu wanafurahi, lakini pia kuna baadhi ya watu wanachukia, kutokea hapa jijini Dar es Salaam mara baada ya kutokea kwa eh, sakata la soko la Kariakoo kuweza kufanya kazi masaa ishirini na nne kwa wafanyabiashara. Eh, kwa upande wao wanajua itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu wataendelea kuingiza kipato chao kwa muda na wakati ambao wanautaka kuanzia eh, asubuhi mpaka usiku, usiku mpaka kuna kucha Yaani mageti hayawezi kufungwa. Sasa kuna taarifa ambayo inamhusu eh, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nikimaanisha Chalamila. Sasa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameweza kuiomba serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa eh, kuweza kutengeneza au kuboresha sheria ya mazingira ya biashara na uwekezaji katika soko la kimataifa la Kariakoo, lakini pia Chalamila ameweza kutoa ombi hilo kutokana na kuwepo eh, kwa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nje ya nchi kuingia katika soko hilo na kufanya biashara zinazofanywa eh, na wazawa wengi kutokea pale Kariakoo. Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine wanatoka mikoani, ila wanakuja kufanya eh, biashara zao huku Dar es Salaam katika soko la Kariakoo. Kila mmoja amejitafuta, amejipata, ameweza kufanya biashara yake. Lakini pia ameweza kusema kwamba wafanyabiashara eh, wa kigeni wamekuwa wakilalamika kuhusu shughuli za uchuuzi zinazofanywa na wafanyabiashara eh, kutoka nje ya Tanzania, lakini pia sehemu tofauti tofauti kutokea hapa Tanzania katika soko hilo la kimataifa E, la Kariakoo, hivyo kama mkoa wameweza kufanya jitihada za kuweza kuwasiliana na mawaziri husika ili kushughulikia changamoto hiyo. Alimalizia kwa kusema kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pia yeye ameweza kutoa ombi hilo wakati wa mkutano wa uzinduzi wa maandalizi ya mpango apili, wa pili wa kuweza kuboresha mazingira ya e, kibiashara na uwekezaji, mkumbi bia, au sio au mkumbi mbili unaweza ukasema hivyo huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila, pia ameonekana kuonyesha ni, ni mmoja kati ya watu ambao pia wameonekana wakiwakilivalia njuga sana, ili swala la soko la Kariakoo lakini pia kuweza kutafuta wawekezaji kutokea katika nchi tofauti tofauti kwa sababu wawekezaji hawa wataweza kusaidia e, kuweza kuongeza uchumi au mapato ya e, nchi yanaweza kuingia zaidi e, katika nchi yetu ya Tanzania, na sisi tunaweza tukaweza kujivunia kutokana na soko letu la Kariakoo. Inachukua nchi nyingi zaidi ikiwemo Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Malawi na nchi zingine tofauti tofauti kutokea Afrika, lakini pia Afrika Mashariki zinaweza kufaidika au kuweza kupata faida kubwa zaidi kupitia soko hilo. Sasa malengo haya yataweza kukamilika, kwa sababu Chalamila pia ameweza kuongea na mawaziri ambao wanahusika na kitengo hicho, wawekezaji waweze kuongea. Hapa nyuma kidogo, kulikuwa kuna baadhi ya wawekezaji pia wakiwa wanasema kwamba eh, wana, wana, kama wanalalamika kwamba kumekuwa kuna kodi kubwa, ndio maana wawekezaji pia wanapungua. Wamekuwa kuna baadhi ya mahitaji ambayo wawekezaji wanakuwa wanayataka kutokea nchi nyingine, wanakuwa wanayakosa pia. Sasa vitu hivyo vinaweza vikawa vimekwisha kuwekwa sawa, na ndio maana e, e, mkuu wa mkoa ameweza kuwaomba aweze kurudi na kuendelea na kuongea na mawaziri ama vipi. So kutokana na hizi taarifa zote utakuwa unazipata hapa, endelea kutufuatilia sisi kama Sawasawa Digital, kwa sababu kila kitakachokuwa kinaendelea kuhusiana na sakata hili tutakuwa tunakuletea kwa muda na wakati sahihi.